Mchakato wa kumsaka mrithi wa aliyekuwa spika wa bunge la DRC bwana Vital Kamerhe umeendelea kushika kasi. Aliyekuwa waziri katika serikali ya DRC Eme Boji Sangara tayari ametangaza kujiuzulu kwa lengo la kuwania nafasi hiyo. Eme Boji anatoka katika chama cha aliyekuwa spika wa bunge Vital Kamerhe cha ENC. Hapa kati kumekuwa na maswali mengi tu kujiuliza, nini kinaendelea ndani ya na chama hicho. Lakini pia yupo aliyewahi kushikilia nafasi hiyo bwana Christophe Mboso, ambaye naye pia anakodolea macho kiti hicho. Kama unavyojua, spika wa bunge lazima atoke kwenye uwingi wa vyama vinavyotawala. Na baada ya kupatikana kwa jina la mrithi wa nafasi hiyo jina lake litawasilishwa kwa rais wa jamhuri bwana Felix Tshisekedi kwa ajili ya kuidhinishwa na baadaye kurejeshwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura. Lakini kumekuwepo na ukosoaji ambao unaendelea hapa juu ya suala la kuona kwamba bunge la DRC linaundwa na wabunge takriban mia tano hivi. Lakini swali ni je, kati ya wabunge mia tano amekosekana mmoja ambaye anaweza kuchaguliwa kwenye nafasi hiyo hadi kusubiri kiongozi kujiuzulu kutoka serikalini kwa ajili ya kuja kushikilia nafasi hiyo.